Anauliza aje swali yake kwa haraka haraka. Huyu mwanafunzi amesikiza, akakuja na swali. Napenda sana wanafunzi wako na maswali. Mimi kama askofu wenyu, fitina imenimaliza nywele. Huyu anauliza aje sasa, kati ya bibi na mwanaume mume, mumepata nani ako na makosa? Wote wako na makosa, wote wako na makosa. Makosa tatizo tunacharaza wote. Kuna ule mwanaume yeye, nilipata alikuwa anajua ITV ameolewa, na akatumia ITV pesa. Huyo nimemuongelelea yeye, ndiye ako na ujinga juu, yeye alikuwa anamjua mpaka kwake kwa nyumba, sijamuongelelea sasa. Huyu kitu inafanya nimuongelelea, pesa zenye tulikuwa tunadai zilitumwa kwa namba yake, na yuko kwa hiyo gurubu yetu, kama mtakatifu anatuhusia makuku sisi, tumeisi kujua yeye ndiye bwana, kumbe si yeye bwana Wakati jana nilimtafuta nikamwambia, hoya, ambia bibi yako arudishe pesa za wenyewe, akaniambia bibi ataingia online usiku, bibi yako ingia usiku. Sasa mali imefika, nimeumwa ni mali, ni mwanaume akona mchuruzi yake imetairiwa vizuri, anapepa bibi ya mtu, wanapepa na nguaze hivi kwa gali kwa puti, wanafikisa kwa parapara, wanaita huyo bwana ya tibo Yeye anakuja masikini, anaambiwa fungua hiyo puti, chukua hizo ngwase, rudi nazo kwa nyumba. Anaenda na itibo, chukua na watoto, anachukua na watoto, anaenda na itibo, wanaenda wanakurana, wanadinyana, wana process run, wanakurana masikini. Justice for ule baba ya watoto, Justice for ule baba ya watoto. Justice for ule baba wa watoto, baba ametunga watoto miaka tatu yote anakungoja. Alafu unakuja kumdisappoint. Nyinyi ndio mnafanya wanawake wengine wako Kenya, wanaambiwa ah, kuliko uende huko sauti ukuje unigeuke tukana wewe hapa tukuvenja. Wanawake kama hivyo ndio wamefanya, wanawake wengine wamenyimwa nafasi ya kukuja kutafuta kasi hapa. Ndio wanafanya wanawake tuko hapa tunaogopwa, mm hmm. Ndio wanafanya watoto tumeacha nyuma, mtu anafikiria hata mimi atakuja kunifanya kama kama kama hivyo, anatoa mtoto anaoa mapema. Huyo mwanaume atini mwalimu anasomesa

Ati mimi nionyeze bebi dadi kwangu mwanaume, nimpepe nimlete, anirezizi maraya? Waona ndio nisikule pesa izi. Hata akijua na sikula pesa hiyo, ana aina shida. Lakini mimi nikuliwe pesa, alafu niinuke niende kwa bebi dadi wangu, hata nikikuja papa unitandiki unikate mkusini, wache